Mara baada ya kutembelea kukagua na kisha kutoa elimu ya utunzaji vyanzo vya maji na miradi, mkurugenzi wa mamlaka ya maji na usafi wa mazingira mjini Njombe NJUWASA mhandisi Robert Lupoja anaeleza namna shughuli za kibinadamu zilivyoathiri vyanzo vya maji na kusababisha mgao mkali, na kwamba kukamilika kwa miradi mitatu ukiwemo wa miji 28 unaogharimu bilioni 40 katika ujenzi wake unakwenda kumaliza kabisa changamoto ya maji kwa kuwa hadi sasa ni lita milioni tatu tu ndizo zinazalishwa badala ya lita milioni kumi zinazohitajika. Wito wangu wananchi kupitia viongozi hawa wa mtaa ambao wamekuja, twende tukatoe elimu. Sasa kwanza ulimaji sahihi au na, pamoja na utunzaji. Serikali imekuwa na mipango mbalimbali mbali ya kuboresha ujenzi wa vyanzo kwa ajili ya kuongeza chanzo cha maji chanzo cha maji kilichopo ambacho tumekitembelea ambacho kiko katika hatua ya mwisho, kile chanzo cha Rugengi. Kwa hiyo tutapunguza ule mgao tuliokuwa nao wa siku moja kwa wiki na tutaongeza, lakini mwarobaini ni uwekezaji mkubwa ambao umefanyika hapa kwenye mradi mkubwa, mradi wa maji wa miji 28 Wakitoa hisia zao baada ya ukaguzi wa miradi hiyo, baadhi ya wenyeviti na watendaji kutoka mitaa 27 ya kata ya Ramadhani, Mji Mwema na Njombe mjini ambazo zinahudumiwa na NJUWASA wanasema hali ilikuwa mbaya lakini kukamilika kwa miradi hiyo kunakwenda kuwa mwarobaini huku pia wakisema wanakwenda kuelimisha wananchi kuhusu athari za shughuli za kibinadamu kwenye vyanzo changamoto ilikuwa kubwa sana changamoto ilikuwa kubwa sana. Vyanzo vilivyo vingi vilikuwa havitoi maji maji. Mahitaji ni milioni kumi, lakini kunapatikanika lita milioni tatu na point kidogo, ambazo hata robo kama therusi hivi kama itaji ya mahitaji ya wananchi, kwao adha ilikuwa kubwa sana. Tumefanikiwa kupita katika miradi ambayo inatekelezwa na tumejionea, tumejifunza kwa kiasi kikubwa tofauti ambavyo tungekuwa tumekaa tu huko Ukiacha miradi ya maji safi, ziara hiyo imeufikia pia mradi wa maji taka wenye thamani ya bilioni moja nukta mbili unaotekelezwa na kampuni ya Niko Africa. Na hapa mhandisi Deogras Mkwama kutoka Njuwasa na Sorandus Mwagama wanaeleza manufaa. mabwawa yatakayojengwa hapa yatakuwa mabwawa manne, na mabwawa manne haya sio kwamba tutakuwa tunahifadhi e, uchafu kwenye bwawa moja moja uchafu utakuwa unapitia, una hatua tofauti tofauti, enye bwawa la mwisho tutakuwa tunaona maji ambayo ni masafi kabisa, ambayo sasa tunaweza tukayaruhusu yakaendelea na mto. Niseme nishukuru mipango ya serikali kwa kubuni huu mradi kwa ajili ya maji taka na baadaye yawe safi kwa ma, ma, ma, ma, maelezo ya wataalamu. Niseme kwa mji wa Njombe, kwanza tulikuwa na hilo eneo la kupeleka maji taka eneo la Njosi, lakini ile eneo ilikuwa nadhani halikuwa rafiki sana kutoka Njombe, Joctan Myefu, Clouds TV.